Sio third class, ni fourth, zile four na five mpaka ten, ndio sisi tungekaa huko. Huku mbele matajiri watupu, wale wenye wale wenye hama wote ingekuwa kwa mbele. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ameweka laini ya sala, masikini yuko pale, tajiri yuko pale, nyote na nyote mwasema kitu kimoja tu, naabudu abudu, nyote mwasema kitu kimoja tu sio maskini asema iyyaka iya na'budu iyyaka nasta'in, maskini asema nyingine? Unaona, adhani kuna adhani ya matajiri na kuna adhani ya maskini? Ikisikia Allahu akbar Allahu akbar, hiyo matajiri matajiri wanakuja mbele, lakini Allahu akbar Allahu akbar, hiyo maskini hao waitwa. Hakuna hakuna adhani ni ile moja. Ndio ile bwana mmoja mzungu alipita na mwenyeji, katika kupita akasikia adhani nzuri, adhiniwa magma za kisawa sawa eh Ma, makamati zile zote sababu ziko hapo zilizo eh, ya grani ya sawa sawa aya wala sa apiga vizuri. Mzungu akamuuliza mwenyeji, hiyo ni nini? Ambaye hiyo ni adhani, watu wanaitwa kwenda kuswali. Hayo mashaallah, kumbe nipe moyo, mpitana kwenda kuswali nini mwaitana na sampuli kama hivi, kumbe nyinyi mna kitu kizuri sana. Akasonga mbele akasikia adhani hii ni yaadhimiwa, lakini bize nyingine, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. Akauliza naiye mnini, akaamba hiyo pia yanayo ni adhani, lakini watu waita kwenda kuzika. Hiyo ya watu wa kuzika, hiyo ya watu wa kuzika

Adhani zija ya kuswali ya na kupata thawabu. Nafikiri watatukone hapa, hey. Kesho tutakuja kuendelea nshash, inshallah tutakuja kuendelea tazawadu lilbaka ziada na kathira, chukua zawadi zawadi zilizokuwa kesho, inshallah tutakuja kuendelea na adhani zetu za kuitana msikitini nzuri na adhani mbaya katika hii dunia Mwenyezi Mungu alivyotupangia.